Haleluya! Yesu akiwa enzini, unashika unaharibu kabisa. Haleluya! Naongea na mtu ambaye amekuja kushika na kuharibu kabisa, wale ambao wameng'ang'ania mambo yake, wale waliong'ang'ania afya yake wale waliong'ang'ania ndoa yake wale wanang'ang'ania watoto wake bana yesu yuko enzini kazi yako ni kushika na kuharibu kabisa kazi yako ni kushika na kuchanachana kabisa ninaongea na mtu anayejua kwamba yesu yuko enzini apige kelele akisema haleluya kwa bwana haleluya yesu yuko tayari kumpigania mtu vita leo Yesu yuko tayari kupigana vita kwa ajili ya mtu mahali hapa, haleluya, ili mtu akakamate, akachukue nyara zake, akachukue miliki zake, akaende mbele kule Bwana alikomwandalia katika jina la Yesu. Uko tayari Yesu apigane kwa ajili yako leo yule Yesu aliyowapigania Waisraeli, akawaambia akamwambia Yoshua, songa mbele, niko pamoja nawe, usiogope. Unachohitaji ni uhodari tu, unachohitaji ni ujasiri tu, unachohitaji ni kujua kwamba Yesu uko enzini tu. Unaongea na mtu ambaye leo amekuja kukamata nyara zake mahali hapa. Haleluya, haleluya wale walioinuka kinyume chako wale waliokaa njiani, usifike pale. Leo ni siku ya kuwakamata na kuwaharibu kabisa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata baki hata mmoja, tutakamata wote, tutaharibu wote, tutachanachana wote, tutakatakata wote, maana tunaye Yesu aliye enzini na hakuna aliye pale juu kama yeye. Akisema ninakupa, ninakupa. Amesema ameweka mikononi wetu, amewa Weka, kazi yetu ni kukamata na kuharibu katika jina la Yesu. Kuna mtu amekuja kukamata nyara zake leo, kuna mtu amekuja kukamata nyara zake leo, kuna mtu amekuja kukamata nyara zake leo. Haleluya, mwambie mwenzako mpaka kieleweke, mwambie mpaka kieleweke. Ehe, tumeambiwa tusoma, ukisoma Yoshua, Yoshua hakulala mpaka kileleka, alikuwa anapiga, anachukua, anasonga mbele, anapiga, anachukua nyara, anasonga mbele, anapiga, anachukua nyara, anasonga mbele. Haya ndio maisha yetu wa Kristo, tunapiga, tunachukua vyetu, tunasonga mbele. Unapiga, tunachukua vyako, unasonga mbele, unapiga, tunachukua vyako, unasonga mbele. Haleluya, kuna watu wako tayari kupiga wachukue vyao wasonge mbele. Uko tayari kupiga uchukue vyake usonge mbele. Yoshua aliwatwanga kweli kweli. Aliwapiga na aliwateketeza kabisa. Kwa nini mkono wa Bwana ulikuwa juu yake? Tumeimba hapa mkono wa Bwana umetubeba. Huu mkono uliowabeba wale huko na leo umetubeba, ndio maana tumefika hapa, ndio maana tuko tulivyo, ndio maana tunapumua, ndio maana tunaafya, ndio maana tunafuraha, ndio maana tunamshangilia Yesu. Ni mkono wa Bwana umetubeba, ni mkono wa Bwana umetushika, ni mkono wa Bwana unatuwezesha, na huu mkono uko mahali hapa leo kukuwezesha wewe na mimi kuchukua vya kwetu, tusonge mbele kwenye kanani zetu katika jina la Yesu. Kuna mtu anaweza akampigia Yesu makofi mengi na vigelegele. Yoshua sura ya 10, nasema basi ikawa hapo Adonai Sedeni Sedeki mfalme wa Yerusalemu aliposikia jinsi Yoshua alivyoushika mji wa Ai akasikia jinsi Yoshua alivyomshika ule mji wa Ai, ule mji ambao wakati walivyoenda pale bila Bwana wakatwangwa, wakaja wakatubu kwa Bwana, kwamba endeni na wapa hiyo. Nenda nakupa hiyo. Haleluya! Ndivyo anavyokuambia wewe, nenda mbele nakupa hiyo, nenda mbele nakupa hiyo nyumba, nenda mbele nakupa hiyo afya, nenda wewe nikakupe, nenda nikakupe, nenda nikakupe, nenda nikakupe katika Kaji jina la Yesu. Ninaongea na watu ambao wanasema wanakwenda wakapewe na Bwana. Haleluya, waliposikia jinsi Yoshua alivyoushika mji wa Ai, hiyo ni miji mingine, walivyosikia jinsi Yoshua alivyoupiga ule mji, alivyowatwanga, alivyoushika hmm, na kuuharibu kabisa, kama alivyofanya mji wa Yeriko, mfalme wake akaufanya Eh, wale wakaanza eh. mimi nimependa hapo tu, waliposikia alipoushika, akauharibu kabisa <coughs> ninaongea na watu ambao wanakwenda kuwashika wale wana yale mapepo yanayohangaika na maisha yao na kuyaharibu kabisa, na yameshasikia. Haleluya! wale waliokuja jana na juzi na mwaka jana ukawashika uka waharibu kabisa taarifa ziko wanajua kuna mtu ambaye anashika na kuharibu kabisa haleluya amen na huyo mtu ndio wewe, unayesikiza habari hizi. Najua umekaa mkao wa kushika na kuharibu kabisa, wale ambao wanazuia habari zako, wanaozuia hatima yako, wanaozuia usiende mbele, wanaozuia mambo yako yasiongezeke, wanaozuia mambo yako yasijae, wanaozuia amani yako, wanaozuia furaha yako, wanaozuia, wanaopambana na kesho yako. Inajua kuna mtu amekaa ananisikiliza, ananisikiliza hapa, ama kwenye redio, ama uko kwenye YouTube, akisema leo nitawashika na kuharibu kabisa. Ninaongea na mtu ambaye anakwenda kushika na kuharibu kabisa siku ya leo. Hebu kama yuko amshangilie Bwana kwa makofi mengi na vilegele vyenye afya. Haleluya, haleluya. Mungu alimwambia Yoshua, akamwambia Yoshua, hivi kuna mtu jasiri hapa eh? Kuna mtu jasiri aliyesimama mbele yangu mahali hapa, ama aliyesimama pembeni yangu, ubavuni kwangu, ama nyuma yangu? Haleluya. Amen. Akamwambia usiache mtu kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mkononi mwako. Usiache. Nimekwisha kuwatia mkononi mwako, hao hao waliokuinukia, hao walioinuka kinyume na wewe, hao walioinuka kinyume na ndoa yako, walioinuka kinyume na kazi yako na biashara yako na huduma yako na kanisa la Bwana, wote walioinuka. Bwana anasema nimeshawatia mikononi mwako, usiache hata mmoja wao, hakikisha wameshughulikia wote. Kuna mtu anakwenda kuwashughulikia wote leo, kuna mtu anakwenda kushughulika kushughulikia hawa hawa, mapepo hao, majini hawa, mizimu a, ambao wamekaa, bwana ameshawatia mikononi mwetu katika jina la Yesu. Sema amina kubwa kama unaamini, haleluya. Kwa hiyo Yeshua hakufanya, alihakikisha amewashughulikia kweli kweli. na bwana alivyoona jamaa wamekuja, maanake walikuja wengi sana, wengi wengine, wanasikia kama michanga, Bwana akaamua kuachia mawe kutoka mbinguni. Kuna mtu anakwenda kumwambia Mungu, piga mawe kutoka mbinguni, mawe makubwa kabisa, mawe ya barafu, piga hao Teketeza hao mapepo yote wanaokaa ku, kurudisha maisha yangu nyuma, hawataki niende mbele na mimi nataka kwenda mbele, ili nifike pale, wenyewe wanazuia. Umesema nikamiliki, hawataki nimiliki miliki zangu. Bwana, piga mawe, mawe makubwa, mawe ya barafu, maliza hao katika jina la Yesu. Kuna mtu anakwenda kuambia, piga mawe, mawe makubwa, haleluya. Leo Bwana atawapiga mawe makubwa mawe ya barafu wale wote ambao wamekaa njiani, usifike pale. Unaamini inawezekana? Hiyo aliweza kwa Yoshua, hata sasa Mungu ni Mungu ni yule yule, jana hata leo, yeye habadiliki milele. Ni Mungu ni yule, Mungu ni yule yule, jana hata leo.

ndio Mungu aliyeko leo yule aliyoambia nimewabeba kama tai ndio yule anayetubeba leo yule ambaye aliwasaidia mpaka wakafika Kana ndio aliyetulea naye mpaka leo. Yule yule aliyoambia msiogope ni ujasiri na ushujaa tu ndio huyo anatuambia mpaka leo. Yule yule aliyovusha akakausha bahari ya Shamu ndio yule anayekausha mambo yetu tupite leo. Yule yule aliyekausha Yordani akapita ndio huyo tunaye leo. Yule yule aliyoambia songa mbele usiogope vita ni yako ndio huyo huyo, huyo anayekwambia na wewe, vita ni ya kwangu si ya kwako. Songa mbele nikusaidie, mwanangu. Uko tayari? Hebu mchapie makofi na vigelegele. Mungu yule yule afie badilika. Kuna mtu anampenda Mungu yule yule, kuna Mungu na kuna mtu anampenda yule Mungu ambaye ni jana hata leo milele abadiliki. Habadiliki kamwe, habadiliki kamwe, wala hata kaa badilike. Tutaondoka sisi watakuja wengine, yeye ye ni yule yule, haleluya. Tukifika mbinguni tutakutana na yeye yule yule, haleluya! Ni nani kama Yesu? Piga makofi kwa Yesu aliye Mungu wetu, Mungu aliye hai. Tunaringa kwa ajili yake, tunajivuna kwa ajili yake, tunasonga mbele kwa ujasiri kwa ajili yake. Maana yeye, ukiwa naye una uhakika na maisha, una uhakika na ulinzi wako, una uhakika na kesho yako, unajua ni nayo kesho yenye baraka. Ni rai iliyoje kuwa na Yesu mwana wa Mungu. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Haleluya! Ikora kuongea mambo ya Yesu. Amina, ikora kuongea mambo ya Yesu. Haleluya! Mambo mengine hayana la, lakini mambo ya Yesu yanatenda kila wakati ki ukiatamka mdomo mwako unasikia, mdomo unasikia raha, unasikia, unasikia kama vile unakula kitu kitamu sana. Unaongea mambo matamu matamu ni na wewe unasikia mambo matamu matamu, ukiongea habari za Yesu unasikia tamu tamu, ukiwa una, unasikia mdomo wako ukiwa una ladha ya sukari sukari unapoongea habari za huyu Yesu. Haleluya! Hebu <cansion> mpigie tena <fie> makofi huyu Yesu ambaye leo anakwenda kumfanya mtu apige akamate ashike aharibu kabisa achukue miliki zake. Amen. Lakini atakosa atakusababisha wale wanaokusumbua wote. Wale wanaokusumbua wote. Kuna saa pale wale wafalme walijitia wajanja. Wa, nili, mimi na ukipita kule miwaga na imagine zile picha. Natengeneza movie zangu. Haleluya. Kwa hiyo ukiingia kule yule jamaa wale wafalme watano wakamtoroka wakaenda akajificha kwenye mapango. Yosha akaambia nyemseta akaambia vijana nendeni kule mimi ninalinda hapa hapa hapa. Inaongea na watu majasiri ambao wanaweza kulinda hapa huku. Anasema atoki mtu hapa haleluya. Nasi tunawambia mapepo waliokaa, atoki mtu leo hapa katika jina la Yesu, amina. Wakaenda wakapiga, wakamaliza, wakarudi, wakamkuta Yoshua analinda pale, wale wafalme hajaondoka. Anaambia simbekimbilia humo ndani leo, cha moto mtakijua, kwamba nyee Bwana kashaweka mikononi mwetu. Haleluya. Uko mapangoni mtatoka leo, waambie uko huko mapangoni mtatoka, huko kwenye biashara zangu mtatoka, huko nyumbani kwangu mtatoka, kule kazini kwangu mtatoka, hata mjifiche wapi mtatoka, habaki mtu leo, sibakizi hata kitu, lazima nimalize wote katika jina la. Amina. Walipotoka akaambia, nina, Yesu Yesu nina akaita ile majemedari. Hivi kuna majemedari wa Yesu hapa? Kuna majemedari wa Yesu hapa akaokole majemedari, akaambia majemedari, njooni hapa, jitieni moyo mkuu, msiogope. Haya, njoo njoo njoo, haya toa hao jamaa walijificha kwa ndani ya mapango, akatolewa. Haleluya, waliwatoa akaambia, haya nyie majemedari, njooni hapa, chukua mguu wako, kanyaga juu ya shingo zao. Akaambia, usiogope, hivi ndivyo Bwana anakwenda kuwafanya maadui zako, wakae chini ya nyayo zako, kanyaga hizo shingo kuna mtu akwenda kunyaga shingo za mapepo ile. Akaambia, kanyaga hizo shingo, wakakanyaga zile shingo. Akaambia, ndivyo Bwana atakavyowafanya maadui zako kuanzia sasa. Ukiogopa kwa kanyaga shingo, hata wakanyaga shingo hizo, kanyaga shingo ni ya kwako. Haleluya! walipokanyaga shingo, baada ya kuona jambo amepata ujasiri, Joshua akaamua akawapiga mwenye akaua mwenye akamaliza katundika. Baada ya kutundika, kamba, kajuna, ya kutundika akakaa imekaa mpaka jana, akaambia yashusha. Rudisha kwenye mapango alikokuwa amejificha, funga hayo mapango akae huko huko. Ndugu na watu wa jasiri kwa shetani jamani, hata wewe. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mtu anakwenda kukanyaga wale mapepo anamsumbua sumbua anakanyaga hiyo shingo hapo chini, na kwiambia huko niko ambako Yesu amesema mnatakiwa mkae. Kuna mtu anakwenda kuambia wale mapepo na majini namna hiyo kwamba nitawakanyaga hizo shingo nitakanyaga, maana kwenu ni chini ya nyayo zangu. Haleluya. Ebu mpigie Yesu makofi. Kuna mtu anampenda, anampenda Yesu Yesu wa wa Galilaya Galilaya hapa hapa. Kuna mtu Yesu wa Galilaya amefanya makubwa kwenye maisha yake, hebu waambie kidogo. Nampenda Yesu wa Galilaya, amefanya makubwa moyoni mwangu, maana amefanya mengi, amefanya mengi tangu tumjue huyu Yesu kwa akili, sio kwa habari za kusimuliwa, sio kwa story. Tangu tumjue Yesu kwa kutoka moyoni, amefanya makubwa. Haleluya, wewe ni shahidi mwenyewe kwenye maisha yako, amefanya mambo makubwa Unayo mengi ya kusimulia, ndio maana unampenda, na ndio maana uko mahali hapa. Hata unayesikiliza, ndio maana unasikiliza. Kwa nini unampenda Yesu wa Galilaya? Haleluya, hebu twende studio huko. Nampenda Yesu wa Galilaya, amefanya makubwa moyoni mwangu, napenda, nampenda Yesu, amefanya makubwa makumo yanaise

amefanya makubwa maishani wetu, oto nampenda Yesu wa Galilaya

na vigelegele haleluya! Haleluya, amen! Basi unaweza kuketi kwa furaha kabisa, kwa sababu Yesu wa Galilaya unayempenda sana yuko moyoni mwako na yuko tayari kuendelea kufanya mambo mazuri kwenye maisha yako kama ambavyo ameshaanza kufanya hivyo. Haleluya. Mwambie mwenzako karibu kwenye Friday service. Mwambie karibu kwenye Friday service moto moto. Mkaribishe mwenzako mwambie karibu kwenye Friday service moto moto. Haleluya. Leo tunakwenda kuangalia kati ya tunaenda ku, kuangalia pambano, pambano kati ya Yesu na Shetani. Haleluya. Tunakwenda kuangalia pambano moto moto ili pambano ni kati ya Yesu na Shetani. Na kwenye ili pambano lilikuwa na raundi tatu na mshindi alipatikana, naye mshindi tutakwenda kuona mshindi alichukuaje ushindi. Haleluya. Uko tayari kuwasikiliza habari za hizo za hilo pambano moto moto, pambano kati ya Yesu na Shetani. Haleluya. Fungua kitabu cha Matayo, tutakwenda kusoma Matayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11. Matayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Fungua kitabu cha Matayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa kumi na moja. Nitasoma Mathayo sura ya nne mstari wa kwanza mpaka kumi na moja. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku arobaini mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia ambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwako mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe Yesu akamwambia tena, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu ye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Amen, haleluya. Hii pia unaipata kwenye Luka sura ya nne pale pia, e, e, Luka sura ya nne mstari wa kwanza mpaka wa kumi na nne na yenyewe nafanana na hiyo. Nitakusomea haraka haraka, halafu tuanze habari kuangalia habari za ili pambano zuri kabisa na, Luka sura ya nne mstari wa kwanza anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani akaongozwa na Roho muda wa siku arobaini nyikani akijaribiwa na ibilisi na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia, aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fari yake, kwa kuwa imo mkononi mwako, mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo basi wewe ukisujudu mbele zangu, yote atakuwa ya kwako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamuweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa wako katika jiwe. Yesu akamwambia, imeanenwa Usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Haleluya, mpigie Yesu makofi aliye aliyeshinda hayo majaribu ya Shetani. Sema sitashindwa na jaribu, nitashinda majaribu yote. Sema sitashindwa na jaribu nitashinda majaribu yote. Haleluya, sema majaribu. Tunakumbuka wimbo wa visi ule, majaribu, hakuna majaribu yanayodumu milele, si unajua wimbo majaribu? Haleluya. Sasa majaribu ni yale mambo ambayo mtu anampata mtu mwenyewe mwenyewe hakuyataka, lakini anampata hayataki, lakini anampata majaribu hayo. E, majaribu au test ni vipimo Eh, ni vipimo ambavyo Mungu anavitumia kum, kumtu kupanda hatua moja nyingine. Kama kuna unahitaji kupeleka hatua nyingine lazima upite kwenye jaribu kwanza, upite kwenye test. Amina. Upite kwenye test ama kwenye jaribu. Ni kama vile test za shuleni vile. Yaani ili uingie darasa la pili lazima ufanye mtihani. Uingie darasa la tatu lazima ufanye mtihani. Kwa hayo ni majaribu, majaribu ni test, ni mtihani, ni vipimo vya uaminifu. Mungu anakuangalia unaniamini kiasi gani, unanipenda kiasi gani. Amina na uko tayari kiasi gani. Na wakati mwingine Mungu anakuletea jaribu kuangalia uko tayari, umesha iva kiasi gani kwa kazi, umesha iva kiasi gani, unaweza kuanza kazi, unaweza kuchukua hii kazi. Maanake kazi ukipewa, ujue huko mbele kuna mambo mengi. Je, unaweza kuyahimili? Unaweza kuhimili hayo?